Ukistaajabu, okay, ya duluvani utayaona James Brown. Nikupe stori kidogo kuhusu huyu bwana hapo, si kama ni mwanamke kama unavyomuona, yupo katika miondoko ya kike ama ya kisichana lakini ukweli na uhalisia ni kwamba huyu ni mwanaume na anatokea kipindi cha Nigeria. Na ishu kubwa anazozifanya huwa anafanya sana ishu za matangazo, kutokana na kwamba anafuatiliwa na watu wengi so watu wanavutiwa sana kuwekeza kwake. Lakini kitu ambacho kimetokea hivi karibuni ni kwamba mshikaji huyo alipotea kidogo, hasa kwenye mitandao ya kijamii, na baadhi ya watu ambao wamekuwa ni watu wa karibu yake zaidi wamekuwa wakisema kwamba James Brown, of course, anapitia kipindi ambacho ni kigumu, hasa kwenye swala zima la kipato amekuwa anapanda shuka sana nyingi kwenye upande mzima wa uchumi. Of course kwenye video ambayo alijirekodi, maneno ambayo alizungumza of course amekiri na sababu kubwa yeye kuporomoka ama kupata anguko hilo la like kiuchumi ni kutokana na kwamba amebadilisha mtindo wa maisha, amebadilika kutoka kwenye aina aliyokuwa anaishi ya kike, na amerudi kwenye uhalisia wake na jinsia yake ya kiwanaume, kitendo ambacho amekiri yeye mwenyewe kwamba kimempotezea ramani ya maisha. Sasa hivi hana fedha za kutosha za kulipa kodi, hana fedha za kujikimu, kutokana tu na kwamba amejaribu kuondoka kwa njia ile miondoko ambayo amekuwa akiishi. Tunafahamu lifestyle ambayo alikuwa anaishi, ndio kitu ambacho kilikuwa kinamuingizia kipato, ndio kitu ambacho kilikuwa kinamuingizia pesa. Emw msikilizi huyu hapa James Brown, halafu nije nikurudishe nikwambie nini kilichotokea. Ni baada ya yeye kutokea na rafiki ya yake wa kike, ameweza kujitokeza na mambo ambayo ameweza kuyazungumza.

A lulu lulu discount. And if you sasa, baada ya kumsikia James Brown kutokana na kile alichokizungumza, kuna rafiki yake mmoja wa kike, yeye anaitwa Isamira huyu Samira anapiga sana ishu za Shilole, mambo ya kula kujigaragaza, kunywa kujimimina, hiyo ndio ndo ishu zake anazozipiga hizo huko Nigeria. Lakini kitu ambacho alikifanya huyu James Brown ni kuchukua vitu vyake vya ndani na kuviweka kwa yule dada ambaye nimekuambia hapo, anaitwa Isamira. Sasa Isamira siku ya leo asubuhi ameibuka naye kuzungumza juu ya kile kitu ambacho kinaendelea. Of course maneno kati ya Samira ambaye amezungumza, amesema kwamba anamuomba James Brown aje aje nyumbani kwake akachukua vile vitu ambavyo aliviweka nyumbani kwa huyo dada, lakini kitu kingine ni kwamba anamdai baadhi kiasi cha fedha. So anamwomba James Brown amrejeshee fedha ambazo bila ya huyo anamdai kusabu, kwa sababu James Brown mwenyewe amekiri kwamba kipindi cha sasa hivi anapitia kipindi kigumu na kitu ambacho kilichomfanya yeye kuweza kupoteza vitu ni kutokana na hali halisi ya yeye kujiweka kujirudisha kwamba mwanaume, lakini hajaishia pale. Ameomba watu waweze kumsaidia. Wamsaidie kwa namna gani? Wamsaidie kuweza kumpa kazi, ndo kitu ambacho nimekipenda. Hajaomba kwamba mtu aweze kumsaidia hela. Wamsaidie kitu gani? kitu ambacho James Brown amekiomba ni ameomba watu waweze kumpa madili, wampe kazi, wafanye kazi apate hela kwa sababu kazi zake ni za matangazo. Kwanza ni hayo tu kwenye kipande cha Nigeria, na huyo ni James Brown, ni mwanaume, si mwanamke kama ambavyo unamuona kwenye picha ambazo nimekuwekea hapo. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.